Seneta wa kaunti ya Makueni, Daniel Kitonga Maanzo ameshtumu serikali ya kitaifa kwa kuchelewesha mgao wa kaunti na kukwamisha shughuli za kaunti. Maanzo alilaumu serikali kwa kutumia pesa nyingi katika hafla za kisiasa badala ya kupeana kipaumbele kwa shughuli za maendeleo nchini na katika serikali za ugatuzi. Uh, kaunti zote Kenya ziko na changamoto kubwa sababu pesa ya devolution haijafika na magavana hawalipi mishahara awafanyi kazi wamekaa pale, mambo yao yakiharibiwa na serikali kuu. Kwa hivyo tukasema ndiyo katiba itibie, bwana Ruto aachilie pesa ya kaunti iende kwa kaunti, awache kuchelewesha pesa ya kaunti hapa. Mabarabara inahitajika hii pesa, anazunguka nayo Kenya. Akiomba kura, angepeleka kila kaunti sehemu kidogo kama vile alikuja Makueni hapa karibu mamilioni ya pesa, angetengeneza mabarabara hapa, ama ape governor achukue bulldozers, atengeneze mabarabara ya kaunti ya Makueni ambayo nimeona iko na changamoto kubwa. Watu wengi hawafiki kwao hata wakati wa mazishi kama haya, inafika mahali milima inabebwa kwa mikono, hasa huko kwa milima sababu barabara hakuna. Hakuna kwa sababu gani? serikali kuu Mheshimiwa Ruto wamekwama na pesa ya kaunti. Kwa hivyo waachilie pesa ya kaunti ifike kaunti, watu wafanyiwe kazi hii. Mndomo ingine yote na mastori nyingi na kuahidiwa vitu hakuna, na uongo mtupu, haitasaidia Wakenya. Ila ingine niombe watoto waende shule. Tunajua kumekuwa na changamoto ya kuchukua wale wanaenda shule ya upili, wametumia kompyuta yao wakaribu hiyo yote, mtoto ambaye amepita vizuri sana kutoka hapa Makueni badala ya kwenda alliance amewekwa shule nyingine iko mbali sana, mahali hata fea ya kwenda huko hakuna, na ambayo si national school, na mtu alikuwa anafaa kwenda national school. Wamechanganya yote, wanasema hii hii hii, wiki inafuata watachanganua, watoe watoe hiyo changamoto kwa wazazi na watoto. Hamna haja nchi ya Kenya na serikali ya Kenya kutesa watoto ambao hawana hatia kwa kutumia Uh, system bandia ya kuchukua watu shule.